Yes, mambo vipi? Ukifika bado tuko Zanzibar na ukifika Zanzibar au Unguja, sehemu maarufu ambayo hupaswi kukosa kufika ni Forodhani Park, ambayo ni hapo tutaenda, lakini kabla ya hapo, kuna jengo maarufu sana linaitwa Ngome Kongwe ya, yeah, Old Fort kama unavyoweza kuona hapa Old Fort. Yeah. Ndo Old Fort ya, na hiyo ndio historia yake kwa ufupi ya Old Fort na sina hakika kama unaweza kuona, so tuanzie hapa zetu rudai hiyo ndi hivi ndio unapatikana na hii ndio lamani ya Stone Town. So hivi hapa ni milango ya Zanzibar na maana zake. So ukifika Stone Town lazima ufike Ngome Kongwe ili uweze kuona benki yanayopatikana atika eneo hili, kama unavyoweza kuona hili ndio lango kuu la kuingilia town na e, nini, Old Fort ngome pongwe. Alafu huku ni forodhani. Forodhani tutaenda kuna mambo yake makachu na mambo mengine, lakini kwanza twende ndani Fort tukaone nini siuf alaa ndi gilia ui yangomepongwe meza ukasoma po kasoma so unaweza ukasoma hapo report, ilijengwa na nani, mwaka gani, na pale ule ndio muda wa kufika. So ni free, free entry yeah. So unaweza ukafika. Ngoja tuende ndani tuone nini, kuna kitu kwa yeah. Ndani yeah. yeah, ukaona kuna maduka ya hapa na pale, sle naes kupiga picha. naweza ukaona kuna maduka hapa na pale, vitu vya asili eh, vya kiutalii na utamaduni, naweza ukafika ukanunua hii yeah. Ndo ngome kongwe Zanzibar, hakuna kiingilio ni free yeah. na nanaweza ukaona vitu hivi hapa, kuna jezi hapa Ujii kabisa ya Zanzibari yeah, kama alama eh, hakuna matata yeah, na mambo mengine kama hayo na yeah. Tisheti kali hizi hapa, polepole, hiyo kuna hakuna matata Zanzibar so Karibuni Zanzibar, karibi karibuni old Ngome Kongwe yao. Kuna kazi za za za sanaa za kuchora hizo, wako ni unyama sana za kuchola. Hiyo ndo Ngome Kongwe yeah. So ukifika Zanzibar usiache kutembelea Ngome Kongwe yeah. Jaki Spida ye. So baada ya kuangalia katika Ngome Kongwe tumeona yepi anapatikana, so sasa hivi twenze tu Forodhani kwa wadau wa makachu tukaone makachu yanarukwaje, vibe lipoje na mengi mengine ambayo yanaendelea pande hizo za, <coughs> e, za Forodhani yeah. So tuanze tu kwenye makachu ili tuweze kuona yap nini kina kinapatikana huko yeah. Makachu ni sehemu maarufu sana ambapo watu huwa wanaruka na kucelebrate yap uwepo wao ndani ya Zanzibar yeah. Hii ni paki ya Forodhani ambayo ni paki maarufu sana, huwezi kufika Zanzibar kabla hujafika. Kama haujafika Forodhani, so tunzetu kwenye makachu tuweze kuona makacho yanarukwa ya wapi Forodhani na inakuwa poaje, so ungana yeah. hmm. Nami mpaka mwisho uweze kuona yeah. Hii ndio paki ya Forodhani nifi yeah na usiku kunakuwa kuna vibe sana hapa yeah, nazo kaona watu wanafika wanaenjoi wana y yeah, hakuna bugudha yoyote yeah. This is Forodhani park for you. So kama ushawe kufika Forodhani, niandikie ulifika mwaka gani na yapi yeah, alikustajabisha katika fuko hizi eh, katika bustani hizi za Forodhani kama unaweza kuziona ya yeah. Nami nitapita na komenti yako bado, na watafuta wale paka paka, <coughs> <coughs> paka wa Forodhani ambao ni maarufu sana pia na yeah. So tuendelee, sasa hivi ndio kuna wanaandaa andaa Yeah, mizo kwa ona hapa mapaka wa Forodhani yeah. Yeah, wako wengi sana sasa hivi ni mida ya jioni na maandalizi yanaendelea hapa ya kuandaa zile ya yeah, Zanzibar pizza na mambo mengine kama hayo kwa ona yeah. Mapaka wa Forodhani yeah. Okay. So jioni kuna kuna hapa yani hapa. Yeah. Like guys. Ah, mpaka wa Kolongani. So hivi Forodhani ndio maeneo ambayo watu hufika na kuruka makachu hawa nao ni watu wa, wa makachu <laughs> mnapiga wapi kule yao? kule kule, hawa nao wa wa ni watu wa makachu, wanaruka makachu hapa, ni hatari sana ya unaweza ukaiona Forodhani yako inaonekanaje. Foreigners ni wengi sana maeneo haya, unaweza ukaona na pale kuna restaurant inaambiwa kwamba ukitaka kwenda pale, ile restaurant ambayo unaiona mbele, basi boti linakufuata unaenda pale unakula, unalipa yeah. Ile pale restaurant katikati ya maji hapa <laughs> Forodhani yeah. Maandalizi ya jioni hayo ya yakiwa yanaendelea jioni, pana happen sana hapa so tuenze tuko huku kwanza tukaangalie yeah, hey, madaiva wakiwa wana dive hapa ya Forodhani y yeah. Tuendelea na mambo mengine ya yeah. This is Forodhani park for you ya yeah. tnzety uku kangalie

Tukaona kwa madaiva hawa, ndio nakwambia, wanatoka pale restaurant, wengine wanatoka na kupenda island na maeneo mengine. Kwa kama unahitaji kufika huku, unaweza ukaja kuchukua boti

la jioni linaanza kuingia hapa Forodhani, kyo tuendelee mbele tuweze kuona yapi yanapatikana tena ukonde. So tuende katika main position ambayo watu wanaruka makachu. Ya twenzetu tukaona Yeah, yeah, ya colonial legacies ya hapa yeah, yeah, ni mizinga ambayo iliachwa na wakoloni ambao walikuwa wakielekezwa baharini, ambapo walikuwa wakijilinda dhidi ya maadui ya hapa. Az unazokaona ni jinsi gani Zanzibar, so, yeah, ilikuwa Zanzibar ilikuwa strategic katika main position ya makachu.

sbia <laughs> yeah. Kwa hiyo hapa ndo senta ile ya makachu yeah. Kama unahitaji ile welcome to Zanzibar ndo zinafanyika hapa yeah. So ukifika Zanzibar ni sehemu ambayo hautakiwi kuikosa, yeah, hautakiwi kukosa kufika hapa yeah. Yeah. Hapa ndo kuna wakina Divan Smarti na wengine wengi wanapatikana hapa

a yeah, so hapa ndio center Forodhani Park, wazee wa makachu

So niambie kama ushao kuja hapa na uka experience eh jambo hili Aha. Uh niandikia hapo -huh, chini kwenye comment lakini pia ukifika Zanzibar usikose kufika maeneo haya. Ndio basi. Zanzibar unaweza kuona maforeners ni wengi sana. Ulivotema upepo unakuja huku ulivotema. Umetutemea sisi.

Daiva mwingine huyo hapa, huyu daiva, daiva mtoto ya mm. una daiva huku, huku, huku kote, unaenda huku, unaenda huku

Hizo picha hizo, lakini wanaongeza pesa hizo, sio bure hizo video tu ndo wanalipia. Hizo picha wanaongeza pesa hizo. Mimi nimeombea picha mbili tu, ashapiga zaidi ya tano analipia kila picha moja. Picha gharama hivyo. Mtajua mtacheji picha gharama a yako basi. Hayaengau hapa ndio ya, ndio maeneo ya makachu kwa fika hapa, uweze kuenjoy the vibe ya maeneo haya ya Forodhani. Ai sana sogoyetuetele upande wa huku uweze kuona pia kuna huduma za ice cream hapa. Ice cream zinauzwa. Yeah. Yeah, kwa upenzi wa ice cream pia zinapatikana maeneo haya ya Forodhani, yeah. Ukiendelea na barabara hii inaenda kukupeleka bandari ya Malindi hivyo, yeah. Ni strategic area sana hizi uh. Boti ndo zinaenda na kupenda na maeneo mengine beach maarufu, maarufu yeah. So, this is Forodhani, habibi, welcome to Zanzibar. Ya, yeah, Zanzibar, hapo ndo Zanzibar, na Zanzibar ni njema atakaye na aje, yep. yeah. yeah. hm? hm? So, ukiendelea upande huku ni bandarini, na maeneo ni mengine yapo hapa nipo maeneo ya Forodhani. Kama unaweza kuona, hii ni evening vibe hapa Forodhani ehe. Halafu pia itabidi tupate experience here, night vibe here in Forodhani, ya Forodhani. Mambo yanakuwaje Forodhani usiku? Kama ushawahi kufika Forodhani, basi niandikie hapo kwenye comment, ulifika mwaka gani na uliona nini, vibe lilikuwaje kwa upande wako. Mimi ndio niko hapa, lakini pia kama unatamani niende sehemu nyingine zaidi ndani ya Zanzibar niandikie hapo Niende wapi, nika explore kuna nini? Yep, na mi nitaenda bila kupinga, kwa sababu ndio kazi iliyonileta hapa ku make the video ya yeah, different video about Zanzibar. Ngoja yeah, tusogee mbele kidogo tuweze kuona nini tunaweza kupata kwa huku mbele. So this is the Zanzibar for you. Yeah. Na hapa ni maeneo ya Forodhani. Forodhani ya Zanzibar. Tanga, kuna Forodhani lakini pia hii ndio forodhani ya Zanzibar. Kwa kifupi wanaita foro, yeah. So, karibuni sana Zanzibar. Ukifika Zanzibar basi moja kati ya best experience unatakiwa kuzipata ni kufika Forodhani na kuona makachu. Makachu yanaendelea, yanayafanywaje, yana ya yeah. Lazima ufike hapa uweze ku experience, eh, yeah, diving, yeah. Either wewe mwenyewe uweze kudive kama unaweza au ulipie hela shilingi elfu kumi watu wa dive yep, kwa ajili yako. Na hiyo ndio itakuwa experience bora zaidi kwako. Mimi kazi yangu ni ku explore na kukuletea mengi yanayopatikana katika miji mbalimbali mbali. Eh, wewe kazi yako kufika kuja kutembelea katika maeneo hayo na kuweza kuzionja hizo experience ya hiyo ndo kazi yangu mimi, na wewe hilo ndo jukumu lako, so ndio maana nimekuja Zanzibar kukuonesha reality from the ground, what is going on. ya nini kinaendelea maeneo haya, so niandikia kwenye comment umependa nini kuhusiana na Zanzibar. Aha, na mimi nitapita na comment zako bila shida yoyote ile. ya Drop comment hapo chini usisahau kulike kushare na kusubscribe. Kaiya yeah, naitwa Navigator Chinduli, hadi wakati mwingine, hala <mulia>